Naam, bwana, moja kati ya habari ambazo zime make headline zimetrend huko mtandaoni bwana ni hii hapa ya Mwijaku eh, kupanda jukwani pamoja na Harmonize Konde Boy. Bwana, hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimewaacha hoi wadau wengi sana huko mtandaoni kutokana na hicho kitendo ambacho Mwijaku amekifanya. Tunafahamu kabisa kwamba bwana Mwijaku ni moja kati ya masupporters wakubwa sana wa Harmonize, na kila kitu ambacho Harmonize anachokifanya bwana, tunaona pia kwamba Mwijaku anakuwepo Bennett kwa ajili ya kumsupporti Harmonize, yani kivyovyote vile lazima Mwijaku amsupporti konde boy. Sasa so, so this time around bwana ameenda extra mile Eh, yani ameamevuka kidogo mipaka, amejiongeza zaidi eh, maana tumeona kwamba wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba Mwijaku bwana ameamua mpaka kupanda jukwaani sambamba kabisa na Harmonize. Wakati Harmonize anaperform, Mwijaku naye pia ilibidi yapande on stage kwa ajili ya kumsupport Konde wakati anaperform, jambo ambalo kiukweli eh, limewafurahisha watu wengi sana, yani ukiangalia katika vitu ambavyo Mwijaku ameonyesha kwa kwamba anajitoa kwa Harmonize, basi hiki pia ni moja kati ya vitu ambavyo Mwejako amejitoa ah, kweli kweli kwa Harmonize. Maana tunafahamu kwamba Harmonize wakati ana perform bwana, kuna nyimbo yake ile ya Mangakiwe Remix, eh moja kati ya track ambazo Harmonize uaga anazitumia sana kwenye kuperform kwa sababu anajua kabisa uaga zinawafurahisha watu wengi sana yani, audience wengi wanaoendaga kushuhudia show za Harmonize basi uaga wanapendezwa au wanavutiwa sana eh, na the way ambavyo Harmonize anavyotumbuiza, then kuna muda uwaga anajitupa chini katika ile nyimbo ya mangakiwe remix. Hivyo basi katika hiyo nyimbo ni kwamba Mwijaku bwana alikuwepo na Harmonize wakati wana perform, and then wakati Harmonize anajitupa Mwijaku naye pia akajitupa chini. Hiyo klipu imeenda viral yeah ni moja kati ya klipu ambazo zimeenda viral kweli kweli, na peji nyingi sana zimekuja kuripoti kuhusiana na kitu ambacho amekifanya Mwijaku. Sasa nataka nikuelezee vitu ambavyo Mwijaku amevifanya, maana tunajua kabisa kwamba Mwijaku bwana ametolewa Dar es Salaam, yeye na Stan Bakora e, wakina Abiku Banga na watu wengine kibao, kwa ajili tu ya kumsupport Konde Boy. Kwa hiyo walipofika kule bwana, hawakufanya masiara. Mwijaku na Stan Bakora, wakati Harmonize ana perform manga kiwe ikafika hatua katika kujitupa, na yeye naye pia akajitupa chini na shuka lake la Kimasai. So hapa kuna page ameandika kwamba bwana, ila Mwijaku ndo amejitupa kama kiroba, alafu akaandika kwamba bwana, nyie baba huyu anaekaeka. Haya, page nyingine hii hapa mesa kwamba bwana Mwijaku kiukweli, simtaki kwa mtu mwingine. Hapa amekuja ameposti, ameandika kwamba bwana, tuacheni masihara, Mwijaku kazi anaifanya Bwana ha, e eh, e mwacheni Mwijaku apate hela. Anahangaika sana. Hiyo ni kutokana tu na hiyo klipu jinsi ilivyoenda viral ikiwa na mwonyesha Mwijaku anajitupa, lakini Mwijaku wa kwanza hapo tokea awali wakati Harmonize wakati anaimba eh, Mwijaku naye pia alikuwa on stage pale ana ana hype yani anahakikisha kwamba watu hawakai watu hawapoi watu wanaenjoy watu wanaruka eh, kuonyesha support kwa Konde Boy, umeona bwana eh? kwa hiyo hicho ni kitu ambacho Mwijako ameonyesha kwamba katika masupporter wa Harmonize, basi Mwijako ni one of the best supporters kwa Konde Boy, umeona bwana eh? kwa hiyo hapa wadau wengi sana wamekuja kuzungumzia hiyo issue ya Mwijako kumsupport Harmonize kiasi kwamba mpaka amejitupa chini, yes, eh, watu wengi sana wamezungumzia kwamba show ya Harmonize imebebwa na matukio ambayo Mwijako ameyafanya, umeona, yani tukio hilo la Mwijako jitupa bwana, ni moja kati ya vitu ambavyo wadau huku wamesema kwamba ni kitu ambacho kimembeba au kimebeba show nzima ya Harmonize kule kanda ya Ziwa. Sasa nataka hapa nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza, hususan kuhusiana na hilo tukio la Mwijaku kujitupa chini kama kiroba, wakati ana support show ya Harmonize huko Mwanza au vipi bwana, kuna mtu asema kwamba bwana Mwijaku hela yake inapatikana kwa shida, ila wakina Mary, bwana wana ila kam... wana wana ila kwa raha zao, tuwe na huruma jamani. Haya, kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, kama kichaa, wakati ni kichaa kabisa. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana una ameandika kwamba bwana, unawaza tu kwenye comment section eh, yani kwamba watu wengi sana walivyoona watu wengi sana walivyoona hiki kitu ambacho amekifanya Mwijaku, watu wengi sana katika hizi post wamekimbilia moja kwa moja kwenye comment section kuangalia eh, watu wamekuja kuweka maoni gani kuhusiana na hivi vitu ambavyo Mwijaku wamevifanya. Haya, huyu hapa mwingine anasema kwamba bwana tena chizi ya siena asiye na msimamo kwamba Mwijaku bwana, ana vituko. Mtu mwenye akili ni yule anayetafuta riziki yake kwa njia ya halali, hata kama anaonekana hana akili kwa mtu mwingine. Amebwana Mwijaku digrii aliipatia wapi? Hmm. Hata kama ana, hata kama anaishi maisha mazuri, ila kuna namna inajiri, kuna namna inajidhihirisha elimu yetu kwamba haitoshi. Hey, eh kujisimamia. Imagine mwanafunzi wa chuo ajifunze nini kwa Mwijaku eh? E? si ndio, nchi inakuwa na wasomi wasio na maana watakaoamini kwamba uchawa ni bora kuliko elimu walioipata. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Haya, mwingine huyu hapa anasema kwamba, bwana kucheza hata hawezi ila kujitupa kajitahidi. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amesema kwamba ukimuona kwa mbali utafikiria kichaa. Ukimsogelea karibu ndio utamuona kwamba huyu ni kichaa kabisa. Haya <laughs> bwana. Mwingine hapa anasema bwana, anasema kwamba bwana, leo Mwijaku kwa mara ya kwanza kabisa amenichekesha. Uwaga anichekesha na ni boa, lakini leo nimecheka sana. Kwa mtu anasema bwana, anapata tabu sana huyu jamaa. Kwa mtu ameandika kwamba bwana eh haya kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana I don't understand this language so is this harmonizes dancer. Kuna bidada hapa anaitwa Nadhifa Ibrahim nadhani huyo labda sio Mtanzania, anadai kwamba yeye lugha ambayo imeandikwa hapo haielewi, lakini ameuliza kwamba je, huyu ni dancer wa Harmonize? <laughs> angejua bwana huyu sio dancer bali ni chawa wa Konde Boy lakini ni chawa ambaye anajituma kweli kweli yani ni mtu ambaye anajituma haswa yani to the maximum haya mwingine huyo hapa anasema kwamba bwana kweli anarudi nyumbani watoto wake wanampokea begi kabisa kwamba baba ametoka kazini kazi ndo hii mm -hmm. mtu mwingine huyo amekuja kuandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana Dar es Salaam sio sehemu ya kuishi kwa akili zako muda mwingine jitoe akili mambo yako yataenda <laughs> wadau wanakuambia kwamba bwana mjini hapa Dar es Salaam sio sehemu ya kuishi na akili zako. Ya akili utaona mambo yanakwenda. Support ambayo Mwijaku ameitoa kwa Konde Boy, una kipi cha kuzungumza? Umevutiwa na nini? Hebu weka maoni uh, yako bwana katika comment section hapo chini, tuambie unazungumziaje swala zima la Mwijaku kumsupport Harmonize kindakindaki. Maana ukisikia mtu anamsapoti mwenzie kindakindaki, basi ndo hivi ni kwamba eh, kweli kabisa, eh, Mwijaku kweli, anamkubali sana Konde na anatamani kuona Konde akiwa anafanya vizuri. So ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section, ndio kwetu kusoma na kureplay kila comment, na pia vilevile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.